Dah, natumaini nitapata kitu nyumbani kitakachonisaidia. Sijui nitumie nini kufanya yai liwe salama. Shikamoo mama za hapa. Marahaba, kiduchu. Nimefurahi umekuja kula. Haya, nisaidie kuandaa wali. Haina shida mama. Nimerudi kwa ajili ya kazi ya shule. Hmm, naweza kukusaidia. Sidhani, ni mambo yanayohusiana na kazi kama kuwa rubani. Natumaini itanisaidia kuwa mwanaanga. Sijui kama unaweza kunisaidia kwa sababu huna kazi. <laughs> Oh kiduchu, kulea watoto na kushughulika hapa nyumbani ni kazi tosha. Tena ni kazi ambayo haina mapumziko wala likizo. Ni ngumu kuliko kazi zote. Nimejifunza zaidi wakati na kulea wewe kuliko kwenye kazi zote nilizowahi kufanya. Sikuwahi kufikiria kama kuwa mama ni kazi. Labda unaweza kunisaidia, usiogope kuuliza. Sawa, tunatakiwa kubuni namna ya kuangusha yai kutoka umbali wa mita kumi bila kuvunjika. Sasa hii inahusiana vipi na kuwa rubani? Ngoja, labda inafanana na kusema kuwa mama inahusiana nini na kudondosha yai toka umbali wa mita kumi? Unaelekea kupata kitu. Inaweza kuwa kama vile ambavyo ujuzi tofauti unaojifunza kwenye maeneo mbalimbali ya maisha unavyoweza kukusaidia kwa namna usiyotarajia. Hmm. Unaweza kuwa sahihi. Asante mama kwa jinsi unavyonisaidia kwenye kazi yangu na katika maisha yangu yote. Ni sawa na tunavyojifunza kuwasaidia wengine kwenye klabu ya utu na kuonyesha utu kwa kuwa na shukrani pale wanapotusaidia sisi. Nafurahi kwamba tunaweza kuwa mfano wa utu kama familia. Nimepata wazo! Vipi kama